Kama kala Allahu kama kala Allahu subhanahu wa ta'ala fa dhakir inna dhikra tanfa'u lil mu'minin wa kala sallallahu alayhi wasallam, adinu nasiha. Kama nisimama hapa, kama msingi wa dini ya Kiislamu ninavyosema kwamba dini ni kupeana nasaha, na nasaha hizo zinakwenda kila engo ya Uislamu, imana, kila jambo la mu'min, nazingatia sana nasaha sababu Muislamu mara nyingi, ama binadamu, asili yake ni kujisahau sahau. Ndo maana Allah subhanahu wa ta'ala akaweka msingi, akamwambia rasuli alayhi salatu wassalam fadhakir, eh, wakumbushe ama waonye Rasulullah inna dhikra, hakika huo ukumbusho si vinginevyo tanfa'u, utawafaa wale ambao eh waliamini. Kwa hiyo nimesimama hapa kukumbusha na walau aya moja Haya, hii Allah subhanahu wa ta'ala kwa mapenzi yake na rehema yake kwa waja wake, ama kwa eh, watu wake, Allah subhanahu wa ta'ala akatuletea rasuli alayhi salatu wassalam ala alat waala, na mtume akatusomea hii aya ambayo inasema ista'inu bisabiri wassalati inna Allaha ma'asabirin. Hii aya mwanzoni wa hii aya Allah anasema ya ayuha ladhina amanu, ilianza na munadi Allah akiwa anawaita walioamini, kwa sababu Allah subhanahu wa taala alileta uongofu kwa watu wote, lakini miongoni mwa watu wakakataa uongofu, wakafata njia zao. Basi Allah subhanahu wataala akawaelekea wale ambao wamekubali kumfuata yeye kwa kupitia rasuli alaihi salatu wassalam Ha hakawa ametoa hii habari kwa watu maksus, amba wao walikubali na wako tayari kumfata rasuli alayhi salatu wasalam. Nipo, Allah subhanahu wa taala akasema maneno haya ya ayuhalazina amanu, ambao ñiambawomme amin, ambao mmekubali kwamba Allah subhanahu wa taala ndio peke yake anayefaa kufañiwa ibada ya uhakika ya ukweli wa ibada na nakukubali kwamba rasuli alaihi salatu wassalam ni mtume wa Allah ambaye ametumilizwa kwa waja, basi istainu bisabiru